Na mtazamaji, tukitoka Homa Bay hapa Nairobi, na wafanyabiashara katikati ya jiji hili walipata hasara mamilioni baada ya maduka yao kuvamiwa wakati wa maandamano yaliyoingiliwa na magenge hapo jana. Wafanyabiashara hao wakiripoti kwa baadhi ya bidhaa zao ziliibwa na watu waliovalia sare za polisi. Wili Lusigi alirejea jijini kutathmini hali siku moja tu baada magenge ya magenge kuingilia maandamano jijini. Mabaki ya viatu na kofia za waporaji ndo yaliosalia kwenye duka hili la tarakilishi na simu katika barabara ya Moi Avenue jijini Nairobi. 75, is... Mahamud Mohamed Ali na Ali Ise bado wana mshtuko wa taswira ya jinsi sekunde chache zilivyobadili maisha yao siku ya Jumanne, maandamano yalipotanda kulalamikia ya kifo cha mwalimu Albert Ojuang Time ya taa nilimimeliza kusali niliangalia TV hapo kwa mbele yangu, niliona shop yangu zote imeenda, mizigo zote imeenda. Wafanyabiashara hawa wakidai kupokea vitisho kutoka kwa watu wasiojulikana siku kadhaa kabla. Mtu mmoja alikuja like, sijui sikumbuki saa hii before 10 minutes 10 10 days, aliniambia kama hujaniuzia leo nitaingoja time ya maandamano. Nimeona polisi pia umepepa, nimemwambia hii mali ni yangu, alimwambia mali hii ameshatoka kwako, sasa hii sio yako. Nimemwambia sasa, badala ya kusaidia mbia, umeanza umeingilia. Nasema wewe usiongee. Oh, video za CCTV zinaonyesha waporaji walivyosubiri nje ya duka wakipekechua kujua wapi wataingilia kisha kuvunja na kuchukua kila kitu kitu wakamate watia waliipa shop yangu na watia wali saidia na katika jengo la Imenti, wafanyabiashara wa nguo nao waliamkia ya maduka yao yamevunjwa na kuporwa. So, wakaingia wakachukua vitu zote. Hasara hapa si ya kawaida, baadhi ya wafanyabiashara wakishindwa kuamua waanzie wapi, wakiitaka serikali kuzuia uporaji na maandamano ya aina hii. So, mtu kama mimi tutaanzia wapi? My neighbor hapa tutaanzia wapi? because they took wengi wakihisi usalama haupo tena, na wakionya huenda huu ukawa mwanzo wa biashara nyingi kufungwa, huku wafanyabiashara wakikadiria hasara ya mamilioni katikati mwa jiji la Nairobi. Maswali mengi sasa yameibuka kuhusu ni nani aliyekuwa nyuma ya wahuni ambao wanadaiwa kutekeleza wizi huu, ikifikia sasa kwamba hamna yoyote aliyekamatwa. Wili Lusige, runinga ya Citizen, jiji la Nairobi.